Wakazi wa mtaa wa Zimbili, kata ya Kinyerezi jijini Dar es Salaam, wapo katika hatari ya kukumbwa na magonjwa ya mlipuko, kutokana na matumizi ya maji yasiyo safi na salama, baada ya mtaa huo kukosa huduma ya maji kwa kipindi kirefu. Wakazi hao wamesema kwa sasa wanalazimika kuchota maji kutoka katika moja ya mabonde yaliyopo eneo hilo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, licha ya kutambua kuwa maji hayo si salama kwa afya zao wakizungumza baada ya kutembelewa na mbunge wa jimbo la Segerea, wakiongozwa na mjumbe wa mtaa wa Zimbili Juma Swai, wakazi hao wamelalamikia adha wanaopitia kila siku na kuomba serikali kuwasaidia kupata huduma ya maji safi na salama. Kila siku wa, watu wanakuja kunuulia kila siku yani, bora hata wangetutolea kwa siku kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini watoke kwa presha inayotakiwa kila mtu angepata maji lakini kiukweli maji ni kero, ni kero, na mkienda hapo huyu mama aliposema hapo, mtaonea huruma maji wanaotumia. Mimi niwaombe tu, kwa sababu hii nchi ni, ni nchi yetu, na kila mtu ana ana haki ya kutumia kile kilichokuwepo. Tunaomba maji, na ukiangalia huku kwetu ni changamoto kubwa sana ya maji, sana tena sana. Tutegemea leo atatoka, hajatoka. Wiki ilioisha wiki nzima haijatoka maji huku kwetu, wiki nzima jana yani, ya tu ametoka. Sasa mwenye nyumba kapanda ndo tatu, sisi majirani katupisha ndoo mbilimbili na watu wajapata wote hapo tunaishiji sisi yaani, hapo jirani anafanya kitu. Yaani tunamuomba tupate maji ya kunywa angalau. Lakini maji tunayotumia kuanzia kufua, kuoga, kufuta ikupeleka pale bondeni katuonea hata huruma. Kwa upande wao, mbunge wa Segerea Agnes Kaiza pamoja na naibu mea wa jiji la Dar es Salaam ambaye pia ni diwani wa Kata ya Kinyerezi John Lioba wamekiri kuwepo kwa changamoto ya upatikanaji wa maji katika kata hiyo. Viongozi hao wameitaka Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam Dawasa kuchukua hatua haraka kwa kupeleka huduma ya maji katika maeneo yenye uhaba, ili kumaliza changamoto hiyo kwa wakazi wa Kinyerezi. Ila mimi kama mbunge, naomba niwaambie wananchi wa Kanga na mtakwenda kuwaeleza hata wengine wenye mitaa mingine ambayo tumepitia, lakini kwa bahati mbaya tumekuta wako makazini. Mimi kama mbunge wa jimbo la Segerea, kipaumbele changu namba moja ni kuhakikisha mnapata maji safi na salama, na uzuri na fahamu na inatambua maji hapo, na kwa sababu ipo timu nzuri ya Dawasa. Mnamuona huyu meneja hapa, ni mpya kabisa, tuko na meneja mwingine, tuko na meneja mwingine, tumekuja nao y yuko pale, yuko pale, wana muda mfupi sana ndani ya hili jimbo la Segerea lakini naomba niwaambie mimi, kwa muda mfupi niliokuja, amini, nilipokuwa mbunge, nimepata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa mameneja hao mkubwa, na ndio maana mnaona leo tupo mtaa kwa mtaa, mguu kwa mguu. Na huenda mlikua mjazoea kuwaona mameneja wanatembea mtaa kwa mtaa, nawaona wasomamita wengine wanawajibu vibaya, mnawaona wenginliamasaliwap mna majibu ya kutosha, lakini kwa sasa ushirikiano mkubwa wa Dawasa hupo serikali Iwekeze, iweke fedha nyingi kwenye wizara hii kama ilivyofanya kwenye nishati. Kama mnakumbuka umeme ulikuwa unasumbua sana katika nchi yetu, lakini baada ya serikali kuweka kwe, kufanya uwekezaji mkubwa kwenye wizara ya nishati, sasa hivi angalau tunapata umeme kwa zaidi ya asilimia tisini. Kwa naiomba serikali kupitia waziri wa maji, bajeti ya mwaka huu na mheshimiwa mbunge anakwenda bungeni, ningetamani kuona na ongezeko zaidi ya asilimia hamsini ya bajeti ya mwaka uliopita. Akizungumza kuhusu changamoto hiyo, meneja wa Dawasa Kinyerezi, Anton Bundaga, amesema kukosekana kwa maji katika eneo hilo kunatokana na Kinyerezi kuwa mwishoni mwa mfumo wa mgao wa maji, hali inayosababisha maji kukosa nguvu ya kupanda. Ameongeza kuwa Dawasa imeamua kununua mashine maalum itakayofungwa ili kuongeza nguvu ya maji, hatua itakayosaidia kufikisha maji katika maeneo ya juu ya kata ya Kinyerezi. Kwanza nikiri, eneo hili imeshafika na changamoto ya maji ipo. Eneo hili huwa linapata maji kutoka tenki la Baguu na mgao wake huwa unafanyika Jumanne, Jumatano mpaka na Alhamisi, lakini kwa sababu ni sehemu ya mwisho ya utumiaji wa maji uh, uh, wa uh, na wakati yanapata changamoto kufika ukumbisho. Lakini dawasa kupitia mkurugenzi wake mtendaji mhandisi Mkama Bwire ameliona hili na ameamua, ametoa maagizo kujengwa booster eneo la Kimara kwa Mastera, na moja ya maeneo yanaenda kunufaika na booster hiyo, kutokana na eneo hili kuwa juu na maji wakati mwingine kushindwa kufika. Maeneo yanaenda kunufaika ni pamoja na Golani ili eneo la Zingombe pamoja na mtanzania Saranga pamoja na Ukombozi.